Nyakati za usiku zilipofika, tunamwona Chidela yupo biza anajisomea. Na hapa pembeni yupo mama yake. Kumbe huyu mama yake na Chidela ndiyo alienda kuomba kazi za ndani kwenye lile jumba la kifalme, na hapa anamwadisia mtoto wake Chidela kwa kazi alioipata. Vipi mwanangu, kuhusu maendeleo ya shule? Shule tunaendelea salama, mama. Wakati Chidela anaongea, mama yake akashika mkono wa mtoto wake, maana aliona kama amechubuka hivi. Anamuuliza Chidela, mbona umechubuka? Lakini Chidela anakwepa, anamdanganya mama yake kuwa alidondoka kumbe siri anaijua kabisa kuwa alifinywa na Jasmine. Basi mama yake na Chidela akamsisitiza mtoto wake asome kwa bidii na asiofu kuhusu yeye, kwa sababu kaishapata kazi. Lakini Chidela hafahamu kama mama yake anafanya kazi za ndani, na mama yake hajawahi kabisa kumwambia mtoto wake kuwa anafanya kazi gani, na hataki mwanaye agundue kama anafanya kazi za ndani. Kesho mapema shuleni, Chidela anakutana na maadui zake, basi Jasmine anazidi kumpa vitisho, huku Atlas anampa daftari Chidela, alafu anamwambia akamfanyia assignment. Basi ni mateso tu kwa Chidela pindi anapokutana na hao watu. Upande wa pili, tunamwona mfalme anamuonesha mama yake na Chidela sehemu za kufanyia kazi, akamuonesha chumba cha mtoto wake, kisha akamwambia maliza usafi, ataenda kumuonyesha sehemu nyingine. Basi mfalme akasepa zake, mama wake na Chidela akaanza usafi. Wakati anaendelea na usafi, akakuta nguo za shule za Somadina akawaza mbona kama hizi nguo zinafanana na, na za mtoto wake Chidela. Basi kwa kuwa hana majibu ya uhakika, akamua achane nazo. Huku muda wa darasani, kuna mwalimu anaingia kutoa majibu ya mtihani, basi akawagawia kila mtu karatasi yake ya matokeo, lakini kundi la kina Jasmini wanashangaa wameferi vibaya, yani 15 20, pamoja na clara akiwa na 30, huku mwalimu nazidi kutoa maelekezo. Wengine mmefanya vibaya, lakini wengine mmefanya vizuri kabisa. Na niliahidi kwa mtu wa kwanza nitampatia zawadi ya pesa kiasi cha shilingi elfu kumi na tano. Mtu huyo kapata max 98 chini ya 100. Na si mwingine zaidi ya Chidela. Chidela akashangaa, "Hapana mwalimu, nimepata 95 sio 98." Mwalimu akatahamaki, "Kwa hiyo nani kapata 98?" Somadina akanyosha mkono. "Ah, samani sana." Nilifikiri Chidela, basi mchizi akaenda kwa mwalimu kuchukua zawadi ya pesa. Cha ajabu jamani akamshukuru mwalimu, alafu akamwambia kuwa yeye hahitaji pesa. Kama ingependeza zawadi hiyo ya pesa apewe mtu wa pili ambaye ni Chidela. Basi Chidela akaenda kupokea zawadi hiyo ya pesa. Huku wanafunzi ni makofi tu. Muda wa kwenda nyumbani ulipofika, Atrasi akamfata Chidela, kumbe na yeye huwa anamwelewa. Basi jamaa akaanza kumtongoza Chidela, lakini kwa kuwa Chidela anamwogopa msela pamoja na, pa na kundi lake akamchomolea mchizi. Huku tena Jasmini anamfata msela huku anamlalamikia, usitake kuniambia unamjiwa Chidela mpaka jina lake, lakini jamaa anamjibu kuwa sisi wote ni wanafunzi na kila mtu yupo sawa. Jasmini anazidi kumtongoza jamaa, lakini kwa kuwa jamaa apendezwi naye akamua sepe zake. Upande huu tunamwona Atrasi anaandaa kikosi cha maangamizi na lengo lake ni kumteka Somadina. Hatasa anamchukia Somadina kwa sababu anavuruga mipango yao, isitosha na Chidela alivyomkataa ndiyo akapanic zaidi. Jamaa anafika anashangaa na vutwa. Njo hapa wewe, piga magoti! yaani wewe unajidai ni mtu wa haki sana, unaenda kuripoti plani zetu na matukio yetu kwenye uongozi wa shule. Sasa leo utatutambua kidogo Chidela anakuja na jamaa mmoja hivi wanakuja kumsaidia Somadina, basi wakina Atras wakakimbia. Basi Somadina akawa anamfata Chidela kwa ajili ya kumshukuru, lakini Chidela anamwambia kuwa achi kuwa na ripoti matukio ya kina Atras kwenye uongozi wa shule. Yeye kama akafata masomo, basi aweke jitihada kwenye masomo pekee. Ila Somadina akataka kumjua kiundani Chidela, lakini kwa kuwa Chidela siyo mtu wa mazoea na wavulana, akasepa zake. Jamaa akaona mbona kama huyu msichana ana umuhimu kwenye maisha yake, akaona huenda huyo ndo anafaa kuwa rafiki yake wa hapa shule. Huku Chidala anafika nyumbani anamkuta mama yake anaandaa mbegu kwa ajili ya chakula cha usiku, yaani ni makandeti. Mama yake anamwambia mtoto wake kuwa kuanzia kesho atakuwa analala kazini kwa siku tatu alafu ndiyo anarudi nyumbani. Ila Chidala anamwomba mama yake ingependeza wangeenda pamoja kwenye hiyo kazi, alafu yeye atakuwa anatoka huko anaenda shule. Cha ajabu mama yake anamkatalia, kisha anamwambia mtoto wake kuwa akimaliza shule mwezi ujao, basi watakuwa wanaenda wote huko kazini. Inaonekana mama yake na Chidela hataki mtoto wake agundue kazi anayoifanya. Kesho mapema mjengoni, tunamwona mamaake na Chidela yupo kwenye majukumu yake ya kazi. Anaingia chumbani kwa Somadina anakuta jamaa analia, anashika picha, anaona ni mama yake na Somadina, basi akatambua tu kuwa huyu jamaa ni yatima. Akaanza kumfariji na kuhakikisha jamaa anarudi kwenye hali yake ya kawaida, huku mfalume anazidi kufurahi baada ya kumwona mtoto wake ni mtu wa amani. Mpaka muda wa chai, mamaake na Chidela anamkaribisha anywe chai na jamaa anamheshimu sana huyu mfanyakazi, yaani anampa nidhamu, ni kama mamaake mzazi. Siku tatu zilivyoisha, mamaake na Chidela akawa naondoka kwenda nyumbani kwake, ila mfalme alimwita na kuanza kumshukuru kwa sababu hakutegemea kama mtoto wake atakuwa kwenye hali hii ya furaha kama aliyo nayo sasa, kwa sababu Somadina alikuwa anamkumbuka sana mama yake na kujikuta nalia na kila muda. Lakini huko shuleni Somadina bado anamfata Chidela, anaomba hata wawe marafiki tu, maana jamaa akamwona Chidela na madini sana pia, ana utu. Lakini Chidela anaogopa kwa sababu Yasmini anamsumbua sana, hasa akiwa na Somadina. Jamaa anazidi tu kumfata na kumwomba wawe marafiki, wakati Somadina anambembeleza Chidela, kumbe Jasmini akawa anashuhudia. Huko moyo wake unazidi kupashwa moto kwa wivu. Mpaka muda wa kutoka, jamaa anamfuata tu Chidela. Jasmini anafika hivi, anamwona Somadina yupo na Chidela, basi anazidi kufuka moshi tu huku nyumbani tunamwona Chidela yupo anatembea tembea zake gafra, anajishangaa kama kuna watu wanaona wanapanga mipango ya kumuua mfalme, akashtuka. Ikabidi aendelee na shughuli zake. Wakati anafanya usafi, mama yake naye akafika, basi akamwambia mama yake kuwa kaona kuna watu wanataka kumuua mfalme, lakini yeye hamjui huyo mfalme na hao watu hawajui. Kumbe huyu Chidela huwa ana nguvu za maono, anaweza kuhisi na kugundua jambo, yani ana sifa za kiganga eti. Basi mama yake anamkataza kuwa achene na hayo mambo, alafu akamwomba akapumzike kidogo. Jasmini anafika nyumbani kwa kina Chidela anagonga mlango. Mama yake anatoka, ujambo mwanangu? Kenyewe kapo kimya, halafu kana mjibu dharau. Unaweza kuwa mama wa mtu aleiba mwanaume wa mtu, mpumbavu wewe. Naweza kuwa mpumbavu, lakini nakuonya mama, mwambie mtoto wako Chidela amwache mwanaume wangu. Funga bakuli lako Chidela na mfahamu, hawezi kuwa na mambo hayo. Unaniambia maneno gani? we mtoto, mbona una nidhamu? Alafu isitoshe, mwanangu, izo tabia za kipumbavu huwa anaga kabisa, na huu hana mazoea na wanaume. Wewe mtoto, sisi ni maskini na hatuna mtu wa kutupambania. Koma kabisa, na ninakupa onyo la mwisho, siku nyingine usiji hapa nyumbani kwangu huongea upuuzi kama huo kwa mwanangu Jasmini. Yes, anazidi kucheka. Samani sana kumbe ni maskini. Na mimi nakupa angalizo, mchunge sana mbwa wako. Kakafyonza kisha kakasepa zake. Humu ndani mama anazidi kumlilia mtoto wake, kwa nini anajihusisha na mapenzi wakati yupo shule? Lakini chidela anamkatalia mama ake kuwa yeye hajihusishi na mapenzi bali kuna mwanafunzi mgeni alitaka wawe marafiki, lakini huyo mwanafunzi Jasmini ndio anamtaka. Kesho shuleni, Jasmini kama kawaida yake kamfuata Somadina, wakati Chidela anaingia. Jasmini akaanza kurudia yale maneno ya mama yake na Chidela, oh, sisi ni maskini, oh, mwanangu hawezi kuwa na mwanaume oh, umaskini wetu, hatuna mtu wa kutupambania. Chidela akaumia akamfuata Jasmini. Somadina akaamka na kwenda kumzuia Chidela. Anajikuta na hasira, haya yote umeyasababisha wewe, nilikwambia sitaki mazoea na wewe. Kisha Chidela akaa zake kwa hasira. Jamaa akamfuata Jasmine. Unajua, we ni mwanamke wa ajabu sana, kwanza huna nidhamu, huna heshima. Kisha akaenda kumfuata Chidera wakati anambembeleza, wanafunzi na wenyewe wa akatoka nje kushuhudia. Jamaa anazidi kumbembeleza Chidera, lakini Chidera hataki hata maongezi. Jamaa ikabidi sasa avue hivyo vitambaa vyake labda